Wanatau tunatambua kuwa rushwa ni adui wa maendeleo wanapu... na tunavipinga vikali vitendo vya rushwa katika jamii zetu, hivyo sisi wana na mwalimu mwenyeji kabisa aliyetupokea hapa na kutukaribisha baadaye tutamkaribisha madam wetu, madhara ya rushwa wakati wa uchaguzi, tukizingatia hasa wakati huu ni wakati wa uchaguzi. Uchaguzi utakwenda kufanyika tarehe 29 mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano. Hivyo sisi kama klabu ya wapinga rushwa shule ya sekondari Kukilango tumeamua kuandaa mchakato huu wa kuwasilisha kwenu madhara ya rushwa wakati wa uchaguzi. Ni kwa nini wanaziwasilisha katika taasisi zetu za elimu? Tunapewa elimu hii kwa sababu familia nyingi zinatoa watoto kuwapeleka shuleni kwa ajili ya kupata elimu. Hivyo ofisi za TAKUKURU zikaona si vyema kama zikitumia njia hii kuweza kuwasilisha jambo hili la kupinga vikali dhidi ya rushwa. Sisi wanaklabu tunatambua kuwa rushwa ni adui wa maendeleo, na tunavipinga vikali vitendo vya rushwa katika jamii zetu. Hivyo sisi wanafunzi tuwaelimishe wazazi wetu, tunapoelekea uchaguzi mkuu, wachague viongozi bora. Ni jukumu la kila mwanafunzi au mwanaklabu kutimiza wajibu wake kwa kuelimisha jamii tukitoa elimu kwa wanafunzi tunaamini itapunguza kama sio kuondoa kabisa, kwa maana tunaanza kuwajenga wakiwa bado wadogo, akili zao watakuwa wakiwa wanaichukia rushwa, hivyo hata watakapokuwa katika jamii, wakiwa wanatekeleza majukumu yao au watakapobahatika kuajiliwa, tunaamini watakuwa waadilifu. E, katika kipindi hiki ama kuelekea kipindi hiki cha uchaguzi elimu hii inayotolewa kwa wanafunzi kuhusiana na madhara ya rushwa inakuwa ni bora zaidi, kwa sababu hawa wanafunzi wanapotoka katika haya makongamano na kurudi nyumbani kwa jamii zao, wanakuwa ni wadau wakubwa wa kupeleka elimu kwa wazazi wao, ili waweze kuwachagua viongozi bora na wasirubunike kwa vitu vidogo vidogo. Kwa hiyo tunawategemea wanafunzi kuwa wadau wetu wakubwa, na ndio maana serikali imeandaa haya makongamano, ili tunapotoka hapa, wanafunzi waende kupeleka hii elimu kwa wazazi na jamii kwa ujumla.